E bwana, mambo vipi? Kama nilivyokuambia kwamba tupo kwenye duka jipya la vyakula la Asma, tunapozungumza naemwona hapa mbele yako, huyu ni Godfather naweza nikasema kwa Asma, kwa sababu tunamtambua Asma asilimia 99. Coy mzungu ameshiriki na leo hii kwenye uzinduzi, yeye yeah, amekuwa MC. Unajifeel vipi Coy, kuona leo binti ambaye mmemtengeneza anafungua duka kama hili ambalo ni investment kubwa sana imefanyika ah. Najifeel vizuri kama mwanadamu tu, kama alivyo binadamu mwingine anaweza akajisikia vizuri, lakini pia najis, najisikia vizuri zaidi kama mtu ambaye niko karibu na Asma. Kwayo naona ni kitu ambacho ni hatua nzuri kwake kama msichana, lakini pia kama uh, msanii ambaye kuna mambo mengi sana kwenye sanaa. Kuna leo na kesho ya sanaa, lakini kuna leo ya kesho ya maisha yake, kwa ameamua kuchukua hatua kwenye upande mwingine wa biashara ambayo ni nje ya sanaa yake lakini kupitia sanaa yake kwao, mimi nafurahi sana, okay. Najisikia vizuri sana. Kwa nini inakuwa ngumu sana kwa msanii wa kike kusurvive kwenye entertainment industry? Sio kwenye muziki sio kwenye uigizaji, komedi. Kila kitu, msanii wa kike ni ngumu sana kusurvive na kupata mafanikio kama haya ambayo Asma kayapata, lakini yeye kwa muda mfupi amefanikiwa kufanya hivi ambavyo amefanya. Kwa experience yako ndogo, ambavyo umeona msanii unakuja na wika, anakaa miaka kadhaa, anapotea. Mimi nahisi niseme kwanza kwa Asmah haijawa muda mfupi ni muda. Kipindi ambacho unakiandaa kitu ambacho unakiandaa unakipambania zaidi ya miaka mitatu minne ni muda mrefu, lakini survival ya wasanii interview. Unaweza <laughs> survival ya wasanii uh, sio wa mziki sio wa comedy sio wa maigizo ya, ya serious. Saav yao wadada inategemeana na wao asilimia mia. Kwa bahati mbaya sana, wengine wanaaminiki, survivor yao inategemeana na watu wanaowasupport either walio waingiza kwenye industry au wanaowashika mkono wakiwa kwenye industry. Kwa wakiamini survivor yao inategemea wao asilimia mia, hata support wanaoipata wataitumia positively, wakiwa wanaamini kesho hiyo support inaweza siwepo, lakini yeye kama msanii atakuwepo. Kwa akitegemea yeye asilimia mia, ina maana uwepo uh, uh, um, wake wa leo ndio uwepo wake wa kesho, kwa anaenda anadictate, ana, ana, ana uwepo wangu wa kesho uweje kutokana na uwepo wangu wa leo. Uwepo wangu wa leo kama ni mkubwa na jina kubwa, napata ya access kwa watu, napata nini, ina maana nitumie hii chance kutengeneza uwepo wangu wa kesho. Wanaonisapoti kesho wanaweza wasiwepo, wanaweza wasisapoti katika nguvu ile ile wanaonisapoti, lakini mimi nitakuwepo nayosapotiwa. Kwao nikijiwazia mimi kwanza, teknikali nitawaza leo yangu, nitawaza kesho yangu. Kwao wasanii wa kike, changamoto inakuwa tu hapo, wengi huwa wanaamini uwepo wao ni wale watu, survival yao ni wale watu wanaowasapoti, either walioingiza kwenye industry au wanaowakuta kwenye industry na kuanza kuwasapoti kwao. Wanakuwa wengine wana relax kuamini, hao waendelea, wao watu wataendelea kuwepo leo, kesho na kesho kutwa. Kumbe hao wa watu ni wampito, wewe ni wa kubaki. Wewe ndo mwenye sanaa, wewe ndo mwenye mwenye karia yako, wewe ndo mwenye maisha yako kwa ukijiangalia wewe utagundua hawa watu wanaosupport ni ili hata kesho niwaendelee ku support, so nisiwa disappoint. Mimi natakiwa nijali leo yangu na kesho yangu. Okay, sawa. Koi, kuna kipindi ambacho wewe ulihusianishwa kutoka kimapenzi na na Asma, kiasi cha kwamba najua kuna namna fulani ili, ili, uh, ili, ili affect biashara ya yako au mahusiano yako au ya kwake wewe kwako uliipokea vipi mm? Lakini pia uliweza vipi kuirudisha kwenye ile hali ya kawaida kwamba, uh, tupo kibiashara? Um, ukisha kaa kwenye industry kwa muda mrefu kama umeisha komaa kimawazo, moja ya mapokeo ya muhimu sana ni mambo ya kuzushiwa, na moja ya mapokeo ya muhimu sana ni mambo ambayo aidha ni ya kweli au ya, ya uongo, lakini yatazungumzika nje kwa mazungumzo ya watu juu ya wewe ni juu yako wewe unavyoyapokea. Mimi kuhusishwa na mahusiano na Asma haikuwahi kuniaffect kokote. Oh, okay. kwenye mahusiano ili, ili, iligusa. <laughs> iligusa kwenye mahusiano iligusa hata, hata ambeni, kwenye mahusiano iligusa kwa sababu hata mtu ambaye nilikuwa naye kwenye mahusiano alishtuka kwa sababu anajua ukaribu wangu na Asma kwao, naye alikuwa anaona kama ila kweli, mbona kama mpo karibu sana yani, mbona kama hivi. Ila mimi nilikuwa karibu na Asma sana kama brother. Nipo karibu na Asma hadi kesho na kuhusishwa na Asma haikuwa na uhusisho na uhusishwa na mpaka kesho, mpaka kesho, na inataja kwamba ileta mpaka shida kidogo kwa mbunge wa Kigoma Mjini, Baba Levo. hmm, na namna alihisi kwamba koi, sasa umevuka mpaka ndugu yangu. Sasa huyo mbunge wa Kigoma Mjini sikamjua Asma kupitia mimi sawa, amemjua kupitia wewe eh? vitu vimenona vimekuwa vizuri sasa, mimi na Kwe, he, una, unaweka beli mimi na he, angekuwa, nawaza, ha, ya ya mbele na yeye nani angekuwa anawaza nawaza. Sasa ukoona mara ya kwanza ah, kumbe enu kanionyesha yani hivi mara ya kwanza, kuna namna mabadiliko yapo ya kibinadamu. Ukoona kondo wangu yenu Asmah alikuwa mzuri sana siku aliyokuja siku ya kwanza kuliko sasa hivi mnavyomwona. Sasa hivi watu wengi wamemchosha, makazi manini, wanamwita huku na huku, wamemchosha kwa sababu anajituma anatumika, ana, anafanya kazi sana. kwa Hata, hata moment ile kuseto na nini kama binti technically anaikosa kwa ana uzuri wake, lakini kuna uzuri aliyokuwa nao Asma, kipindi ambapo ajawabize kweli kweli. Ah, Asma alikuwa moto, maana hata hawa tunaongelea walikuwa na Sema kwenye kwenye kufungua hii duka hili koi. Mm. Ulishirikishwa? Kwa sababu mambo ya taka, taka, you know. Mambo ya taka taka. Takataka. Uje, hujafanya utafiti wako mundani kujua kwamba hii Asma hii taka taka unauzia watu? Um, Asma amenishirikisha katika kila hatua kamruhusu. Eh, kila hatua. Sasa unajua hii story ya mimi kuongelea habari ya taka taka. Choice ya mwanadamu Yani, Le leo hata tukisema hivi, kwani jamani, naomba nikutolee mfano mzuri sana. Sigara hazipigwi marufuku, watu wanavuta, wavuti tena. Zinapigwa marufuku hadi na serikali, hadi matangazo, na zinalipwa kodi. Matangazo yamepigwa marufuku kwa sababu gani? Zina madhara, lakini zinaendelea kuuzwa, zinaendelea kuvutwa na zinaendelea kuwa biashara kubwa zaidi. Sasa issue ni tunapoongelea jambo fulani choice ni ya watu, wachukue wache. Iko hivi humu ndani, mimi nimeingia tu ndani, kila mtu kwenye hilo swala. Ehe, sasa mdogo wako ameamua kuuza, sasa yeye unasemaje? Unasemaje? Jamani, humu ndani kuna vitu bado unaweza kununua vizuri kabisa. Nimeingia humu, cha kwanza kabisa nimewatajia watu, naona ule unga walishe ule. Ule, wenyewe ule ule unga unga walishe ule wenyewe, ule unaweza ukaula, alafu pia hata mchele, mimi siwaambii watu wasile wali lakini katika posheni ipi? Alafu mimi ukiangalia vile vyakula ninavyohitaji, naongelea junk food. Kuna vyakula ambayo ni junk, lakini koi, watu wanajiuliza, wazungu wanaongoza kula majunk food, na life expectancy yao ni kubwa kuliko sisi. Shida ipo kwenye kulaji wa chakula, au baada ya kula chakula unafanya nini? mfano mimi nakula wali, Koi, unajua nakula chakula chochote, sina kitambi, sina nini? Je, yeah, shida ni watu baada ya kula wanafanya nini, au shida ni vyakula iko hivi? Hii story ya wazungu wanaongoza kula junk food, tunaiongea bila a proper research. Wazungu wenye life expectancy kubwa ndo wanaoongoza kutokula junk food, yaani sisi hapa tunaongelea wazungu kula junk food Mama, unaikosa aki yako manye manye vitu vyako flani kula cool, uh, hivi nyumbani yeah, na kupangia sana. Kidogo ah, kidogo? Kama hii ni ile miezi sita Hey, lakini <laughs> mama, niambia mama, mama sema ukweli. Kwa hiyo wakati yupo mdogo yuko nyumbani anategemea chakula chako, alikuwa napenda kula vyakula gani? Alikuwa mrafiki, noma noma hey. Ndizi, nyama umuambie Afleo? Eh, ni kweli ndizi? Nyama, ni Ni Ni chakula? Uh -huh. Eh, hey, ukienda sahihi chakula ndo maana unaenda ukienda Bukoba kukutana na watu wazee wenye vitambi unawakuta kule? Sema mama, inaonekana zikija zawadi za, za krei na koi k ipe mba napokea la haraka haraka <laughs>

mtarajiwa hey? au yupo mtarajiwa. mtarajiwa <laughs> Eh, wewe dada unayekuja ni mtu waambiwa, mchele kama hii kilo tano ni ile miezi sita uje yeah, e, ukijua kwamba unaingia wapi. Haya, <laughs> mama siku mema. Bwana Riki, watu wa nje ambao tunahisi life expectancy yao ni kubwa, ndio wapo kwenye vita kubwa sana ya vyakula ambavyo ni junk. Kwa sababu gani? wameona madhara yake over time. ti yani, katika nchi ambazo zinapambana kweli kuhusu junk food ni watu ambao tunasema wana life expectancy kubwa, na ndio maana kwao vyakula ambavyo tunasema hivi ni vyakula vizuri kwa wanadamu ni expensive. Mboga ya majani wenzetu ni issue kuipata, organic ni issue kupata, mayai organic ni issue, ambacho hicho kitu tunaanza ku experience na sisi hapa. Watu wengi sasa hivi kiongelea habari ya vyakula vyenye afya, vyakula sahihi, watakwambia watakwambia unajua unajua mayai ya kienyeji bei sana. Yanakuwa bei kwa sababu ni... wanayaita bei kwa sababu ni dili tayari, yanaanza kuwa dili na yanaanza kuwa dili kwa sababu gani? Kwa sababu yanaanza kuwa machache. Kwa Ko... kadi muda unavyozidi kwenda, vile vitu ambavyo vilikuwa vinastahili kumwanadamu kusustain nguvu yake kusustain uwepo uh, uh, uh, wake hapa duniani vinaanza kuwa dili kwa sababu vinaanza kupungua. Tunaenda kwenye vitu ambavyo akivila mwanadamu sio kupunguza tu life expectancy. Unajua hatuli vizuri ili tusife tunakula vizuri ili uzima tuliopewa huu tu maintain, tukiwa wazima wa afya. Huyu hatuwezi maliza, huyu bishani naye. Mimi nauliza swali na, samani kwa kutoa nje ya mada. Yeah. Samani mimi yeah. naitwa yeah. Kwa nini watu wengi maarufu wakifungua biashara zao yeah. wanasema research yao yeah. nyingi azisucceed au zinafubaa? Haziendi mbali, wako wanaofanikiwa. Okay. Andyos. Yes. Wengi, kwa nini wanakwenda? Baada ya muda unasikia fani alikuwa na biashara fani kaacha. uh, uh, kwa nini hawaendi uh, biashara nyingi za watu maarufu mar, asilimia kubwa, mostly asilimia kama 95 hivi huwa ni partnerships. Sio wachache ye. sana wanafungua biashara ambao ni committed kwamba ni yeye sasa anayefungua biashara ambaye ni yeye akitaka na yeye aende mbali inabidi biashara yake ihusike na watu wengine. Yaani biashara uzuri wa biashara uzuri unaweza ukasustain mwenyewe. Uzuri wa biashara ni kuhakikisha una team ya ku build ile biashara. Wafanyabiashara wengi ambao ni wasanii wakifungua biashara, huwa wanaamini kinachofanya kazi kwenye ile biashara ni ile brandi yao Kumbe ile brand ina expose tu biashara, inaitoa tu access ya watu kujua ile biashara, ila operation na ethics za biashara zinabaki pale palepale. Hapo mwasibu anatakiwa kuwa makini, sijui mtu wa mauzo anatakiwa kuwepo, mtu sijui nini, yaani anatakiwa... hao watu wote ambao wanahusika kwenye biashara, biashara iwe sustainable, hutakiwi kuwakwepa, you don't avoid professionals kwenye biashara Kikubwa ni kuhakikisha biashara jina lako ina expose hiyo biashara yako, lakini on ground you have proper people kwenye biashara yako. Sasa shida ya wasanii wengi, akiwa anafungua biashara anaamini kwenye jina lake mpaka kwenye accountancy kwenye, anaamini jina lake mpaka kwenye sales. Kumbe jina lake liko na uwezo wa kufanya marketing tu ya kui market biashara vizuri na ikafikia watu wengi, lakini tukirudi huku kwenye mahesabu, alikuwa anatakiwa awepo mwasibu anayejua biashara hii inatakiwa kutoka hapa, inatoka hapa, sasa tupo kwenye phase hii biashara, tuende phase hii Hivyo vitu watu wengi wanavikimbia, na ndio maana walio viapply asilimia 99 wamefanikiwa kwenye biashara, kwa sababu kumbuka, wafanyabiashara wengi wanawatafuta wasanii ili wawatangazie biashara zao, ila au wasanii hawapo kwenye hizo biashara na biashara zinafanikiwa. Kwa nini wasanii wakitangaza biashara zao wao zinafeli kwao. Kinachofeli sio matangazo, sio watu kujua biashara. Kinafeli management ya biashara ambao management ya biashara watu wengi sana customer service, sijui nini. Yaani vitu vingi sana ambavyo vinabeba hiyo biashara kwao, wasanii wengi waga atu, atu, atufikirie hivyo a hatufanyi hivyo vitu ndio maana biashara zetu zinafeli. Asante. Shukrani sana. Okay. Sema mwambie apunguze. Sema ana chakula. Ah, mimi bwana Priva, katika watu wabishi Wabishi. Katika watu wabishi hafu na video moja ya mzee mmoja kutoka Moshi anaongelea habari ya watu niye. Vijana mlioenda Moshi mwaka huu Disemba, mwaka jana mmekuja mmenenepa, na nitaiposti anasema, na ninayo nitaiposti. Anasema mnakula mavyakula, mavyakula wache kula safi. Mi ule mzee nimempenda sana, kuona maanisha nini very smart. Mnaporudi Moshi, kawaangalieni wazee wenu,